E Mungu unayejaza ulimwengu wote kwa utakatifu wako hivi, ili jina lako litukuzwe popote, wabariki wanao hawa waliotayarisha eneo hili kwa ajili ya kujenga kanisa kwa njia ya zawadi waliotoa au kwa kazi waliolifanyia. Kwa umoja wa moyo na furaha ya roho, wanashiriki leo hayo tuliyoanza basi wajaliye waadhimishe kwa umoja huo huo na furaha hiyo hiyo hapo baadaye mafumbo matakatifu katika hekalu lako, na hatimaye wakusifu huko mbinguni bila mwisho. Tunakuomba ulibariki eneo hili la ujenzi, na ubariki kazi itakayofanyika hapa ya ujenzi, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.

Hii ni siku ya kihistoria kwangu kwamba ile ndoto iliyokuwa nayo inaanza kutekelezwa, na mimi ninashukuru tu kwamba ninakwenda kuona kazi ya ujenzi wa nyumba ya Bwana inaanza. Ndugu zangu wamini, hii kazi itawezeshwa na ili na wewe itawezeshwa na waamini wa jimbo Rulenge-Ngara. Uh, wakisaidiwa na wote wenye mapenzi mema. Mkitaka nyumba hii tuijenge, ndani ya muda ambao mbunifu mshauri amesema hapa, miaka minne ni mingi ntagua

Mkikubali kushirikiana nyumba hii isimame kabla ya wakati, inawezekana kabisa. Tunawashukuru wote wenye mapenzi mema ambao tumewaomba watuunge mkono na kwa kweli wametilia. Tumeanza kuomba kuunga mkono kitaifa, mtu wa kwanza kabisa niliyemuomba kitaifa aliunge mkono katika mradi huu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ama Samia Suluhu Hassan, na yeye atasema hiyo itakuunga mkono, itawaomba watu wote wenye mapenzi mema wakuunge mkono katika kazi hii. Yeye pia ameweka jiwe yake katika kazi hii Mheshimiwa kaulezi wa kandarasi mnao kuja kujenga nyumba hii, ukiikosea ukaiharibu, pabana kukumuliza na kwa sababu awezi kujangia. Kazi nzuri ifanyike, alafu ifanyike vibaya, kamalizana na yeye, lakini kuna kijana wetu mdogo lakini ambaye atajiweza sana, ambaye tumempa kazi ya kumeneja wa mradi. Meneja wa mradi ni paroko wa parokia hii. Baada ya kuwa nimekuweka hapa, nikasema hapa nakuja kuweka jukumu kubwa sana, nikasema sasa lazima nikutayarishe kwa namna fulani. Nikawaomba chuki kuta mtakatifu Agustino sauti kule maza hebu tayarisha mafunzo fulani ya watu ambao wanaweza kusimamia mradi. Tutapeleka yeye na majirani wangu watatu waende wakapewe mafunzo, wakapewa mafunzo kule. ayataguda akanita taarifa kemawaa kafana mafunzo gani? Sasa hapa nitee, ndugu yangu, ni kibarua cha kutosha, kama hautaingia kutoka hapo Lakini najua Mungu anataka kukutumia na wewe, ume imara kabisa. Simamia imani yako na uwezo wako katika kuhakikisha nyumba ya Bwana inajengwa. mabarofo atatetu sana kwa kufika siku ya leo hapa, mnaambiwa tumekusanya milioni mia moja arobaini na tisa. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Wende na amani, mshukuru Mungu.